atu tuliwakwaza hata watu ambao hatushindani nao, bina hata watu ambao sio wapinzani wetu, kwa sa sababu tu watu wakachukia, wakawa na hasa kwa hiyo ushindani wazee wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote. Dua ya kwanza ilikuwa ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili ni kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya SADB. Kwa hiyo wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani hapa. Wameenjoy sana Hawakuwa na ugumu wote, azilongazi mbele yetu, kulikuwa kuna haki. Wakishakuwa na haki, basi hakuna ugumu wote. Wamtanguliza Mungu naipambania haki yako basi. Hali, hali labda kuna mashabiki wale wa mikoani, pengine wanaweza wakazani ngamia kaliwa Dar es Salaam, mejiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? Wakati jana tulifanya paredi ya ubingwa wa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri mitatu tu ilikuwa lakini mwaka huu kwa sababu muda kutoshia, wa kutosha, mwezi wa saba kuna mwezi wa nane. Waahidi wanayanga wa kila mkoa, kila mkoa tutafika mwaka huu, kombe litafika na sofa. Tuna makombe manne, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari, tujue tutaanzia wapi, lakini tutafika kila mkoa, na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuwafikia uh, wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua kwa msimu wote mpaka tumefanikiwa na sana Singida ni mpinzani mgumu eh, mpinzani mgumu na hivyo amefika fainali baada ya kumshona Viola. Kwa hiyo atakuja uh, na ushindani mkubwa zaidi na confidence. Kwa hiyo tunaamini, hata ukiangalia, umeona hizo sherehe ziko mbali kabisa na timu, hapa tunasherehekea sisi tu wanachama na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu eh. Mtakuja kushtuka, timu tayari iko Zanzibar inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake, na tunaamini matakuwa maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu kumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Ah, kwa kumbukumbu kumbu zangu sidhani kama niko sawa. je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga, lakini ndio mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa ya nafikiri fikiri, uh, tumekuwa tukichukua ubingwa mara zote naye akiwepo. Safari hii kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao unakabidhiwa kombe yeye pia alishiriki kwenye mchezo, ni jambo kubwa kwa sisi na limetufurahisha kwa sababu uh, sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa. Siku ya mwisho pomaliza ligi Dodoma, Ken Gold nani wengine, wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia sasa watu wadogo walikaa pembeni akapanda yeye mbele na tukamshona naye kwa maana yake. Uh, hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga ssanaemaiai enye medali kwako ukoje na unawambia. Kwa kwanza ni kutoa shaka, haujakosea kwenye rekodi. Hakuna msemaji aliyepata medali hii zaidi yangu, mimi hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa, mimi sio mjanja kuliko wengine eh, wala ni sikufuru Mungu kusema kwamba ni mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki klabu, kwa hiyo mimi ameniweka kwenye hizi nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi. Kwa hiyo baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha. Ah, ni nyingi malengo. Yani, uh, waache tu unafiki na ubinafsi. Ubinafsi, waache unafiki na ubinafsi. Unajua, hizi kazi ukiwa uki, uki, uki, limbukeni, unakuwa mbinafsi unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki. Ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Sasa kisha kwam binafsi na kufanikiwa peke yako upate raha peke yako na nini peke yako, Mungu saa anaweka mbali baraka za Mungu. Anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua kwa, kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu, wala hakuna shida. hali watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga. Je, wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje ya dabi? Ina ladha yake pale pale ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunachojifunza hicho, kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba ufuana Yanga kuwa na madhaifu na wao. Nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi haujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, eh, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi. Kwa hiyo nafikiri na wao wameweka rekodi na watakiwa wajibu kwa wanachama wao, wanachama imara kama Yanga muda huu ameshatoa maelezo, kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjaiandaa kucheza na Yanga. Shukrani.